Amerika ambao nyinyi mnasifia sana, ambao mnanyimwa visa kila siku, mkitaka kuenda, mmeaply mara ishirini, amjai pewa visa, hata huko UK mmeaply visa, amjai kupewa. Ambao mnasifia hey, Amerika sijui wapi, wenye ni wabeberu, mara mingi mmenyimwa visa, wenye nyinyi mnawasifia, wanafunika madhaifu ya nchi yao. Leo hii tukiongea, Amerika kuna watu ambao wanalala njaa kwenye street za Amerika, lakini hautaisikia kuna watu niombaomba ombaomba kwenye street, machokora, mapipa, hautaikuona kwenye movie zao. Wanaonyesha pale ambapo ni pazuri, ni promised land. Ukinyimwa visa unataka kukufa, uko na presha, nimenyimwa visa, unataka kuanguka chini, sikupanga dokumenti zangu vizuri, kwa sababu umeuziwa PR hapa. Wakati unachafua nchi yako, wanachukua haya mapicha sana sana. Nitajibu viki vikina wale ambao unasema wanajiita the so called activist, ni wapigaji, ni wapigaji tu. Kama watu wengine wanakuja, wanachafua, tumepiga picha, wamelala, damu inamwagika, wanavuta maokoto, wanapiga maokoto. Nitakurudia kwa kusema Amerika siku yenye kulikuwa kuna kitu inaitwa force protest, walitumia njia zote ku guard nchi yao, wakatoa kama home guard, hakuna mtu aliongelea kuhusu. Leo tuko na Palestina, Waislamu wenzetu wanachinjwa kama makuku, hakuna mtu anaongelea, hakuna hata mmoja ameenda kuchukua kamera kamulika huko, lakini ikifika kwenye maswala ambao wao wako na interest, wanatumia hadi mandugu zetu kuonyesha mapungufu na madhaifu yetu.